Leo tutaenda kuangalia mfariji wetu ni nani katika dunia hii. Tunapoendelea kuishi katika dunia hii, mfariji wetu ni nani katika dunia hii? Tunasema kwamba viongozi mbalimbali mbali wakubwa katika dunia hawawezi wakakufariji. Pesa haziwezi zikakufariji. Kazi yako uliyo nayo, hata kama iwe inakuingizia pesa kiasi gani, haiwezi ikakufariji. Pombe haiwezi ikakufariji, mbali na hapo, pombe itakupoteza. Tunaangalia kwamba ndugu hawawezi wakakufariji, wala mawazo yako mwenyewe hayawezi yakakufariji. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo, Ambaye anaweza akakufariji ni yule ambaye ameshika uhai wako. Bwana Yesu asifiwe tena ukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya tatu mstari wa tatu, nasema kwamba kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura nne mstari wa kwanza na wa pili nasema kwamba kisha nikarudi na kuona madhalimu yote yanayoendelea chini ya jua, atazama machozi ya waliodhulumiwa, ambao walikuwa hawana mfariji, na upande wa wale waliodhulumu kulikuwa na uwezo, walakini walikuwa hawana mfariji. Kwa hiyo nikawasifu wafu waliokwisha kufa kuliko wenye uhai walio hai bado. Bwana Yesu asifiwe. Tena tukisoma kitabu cha Yohana sura ya kumi na sita mstari wa kumi na moja, nasema kwamba kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Bwana Yesu asifiwe tena kuna mambo ya kujifunza. Tunapoendelea kuishi katika dunia hii, Mhubiri anasema kwamba aliangalia yale mambo ambayo yanaendelea katika dunia hii kwamba wale wenye nguvu hawana mfariji na wale wanyonge hawana mfariji, hivyo wakaona wote wapo sawa. Kuna mambo ambayo inatakiwa tujifunze. Ikiwa wewe ambaye ni mnyonge hauna mfariji, inatakiwa ujiulize, utafute mfariji wako ni nani, kwa sababu wale walio wenye nguvu wa dunia hawana mfariji nao, kwa sababu mfariji wao ni yule ambaye ni Shetani, ambaye ni mungu wa dunia, na ndio maana utaanza kuangalia hawa wenye nguvu ya dunia, hawa wenye nguvu ya dunia ambao wanaonekana wa dunia hawa, Mungu hanaona, awana mfariji kwa sababu tayari huyo ambaye wanamtegemea amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kuna mambo ambayo ni magumu ambayo tunafunuliwa mahali hapa katika masomo haya, ni kwamba mnyonge ana sehemu ya kukimbilia, lakini yule mwenye nguvu sehemu yake aliyokimbilia ni ya Shetani. Hivyo macho ya Mungu yanaona, yule ambaye wanamtegemea hana lolote ambalo analitegemea, kwa sababu tayari amekwisha hukumiwa. Hivyo wewe ambaye ni mnyonge, wewe ambaye ni mnyonge, unaumwa magonjwa mbalimbali wewe ambaye kazi yako ina migogoro, yani kwamba wewe ambaye unafanya kazi hauoni manufaa ya hiyo kazi, yani mshahara wako ukitoka pesa zako zinaalibiwa, yani kwamba ukipata pesa moja kwa moja unazielekeza kwenye baa, kwenye kuonga watu, kuonga wanawake au wanaume. Kuna watu ambao pesa zao zipo kwa ajili ya kuwaonga watu. Ina maana yule tayari amekwisha kuelekezwa huko, au akipata pesa ndipo watu shida mbalimbali mbali zinaongezeka, yaani kwamba ukipata pesa zinaishia kugawa gawa. Ina maana tayari wewe mifuko yako imekwisha kutobolewa. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna wale ambao wakipata pesa pesa zao zinaishia kwenye ulevi. Pesa zao zinaishia kwenye ulevi. Baada ya siku ngapi, ukikuta pesa zimeisha, ndipo wanaanza kujuta, anasema pesa zangu sielewi nimezipeleka wapi. Hivyo njia zako zipo kwa wale ambao ni walaji ambao wanakula pesa zako. Hivyo Ndugu wewe, ni mnyonge inatakiwa urudi katika njia ya Yesu Kristo, ili ya kuelekeze namna ya kuishi katika dunia hii. Mwenyezi Mungu yeye macho yake anaona, si kama wanadamu sisi tunaona. Hawa walio wenye nguvu katika dunia hii wanaye mtetezi ambaye ndiye Mungu, lakini Mungu anaona hawa ambao wanaonea watu, wanawanyonya watu na kuwaonea watu ambao wana nguvu ya dunia. Mungu anaona hawana mtetezi kwa sababu mtetezi wao tayari amekwisha hukumiwa ambao ndio shetani. Hivyo Mungu aoni lolote katika mtetezi wao kwa sababu usipomtegemea Mungu katika dunia hii wewe unahesabika si chochote katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo mhubiri anasema kwamba aliona wale wale ambao waliokufa ni bora kuliko wale ambao wapo hai, kwa sababu wale ambao wapo hai wapo hai lakini awamtafuti yule Mungu aliye hai. Hivyo hao wamekufa na hawana uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, ndugu yangu, katika unyonge wako unaye wakumlilia lakini yule unayemuona ana mafanikio na ana nguvu ya kidunia hana sehemu ya kulilia, kwa sababu akisema na shetani wake shetani wake hawezi akakutisha lolote, kwa sababu tumepewa mamlaka ya kumtawala huyo shetani. Shetani utamtawala ni pale ambapo unakuwa una nguvu ya Mungu, wezi ukamtawala shetani. Wewe mwenyewe hauna hayo mamlaka, mbali na hapo utateketezwa. Ndugu, bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo familia yako, ukipata mshahara, familia yako haifaidiki kitu, wanafaidika watu wa nje. Ukipata pesa, walaji wanakuwa ni wengi. Umefanya kazi miaka mingi, umeajiriwa miaka mingi. Kuna watu wameajiriwa mpaka miaka kumi, miaka ishirini lakini kuna watu paka wamekuja wameajiriwa mpaka wamestaafu, lakini hawana lolote. Ni kwamba hao walicholewa, watu wakula pesa zao. Bwana Yesu asifiwe tena. Na bado utakuta mtu amefanya kazi miaka thelathini amekuja amestafu, wanamletea mpaka mtu wa kuishi naye. Utakuta kuna mzee, lakini ameoa ni mtoto mdogo sana. Baada ya kula hizo pesa utashangaa, huyo pesa hizo ziki, zikiisha huyo mtu anaondoka zake. Hapa tunasema kwamba hawa ni walaji ambao tayari umekusha kucholewa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunasema kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Wewe ambaye unafanya kazi, unajiita ni msomi, una degree, una mambo mengi, unashika pesa, usomi wako hauwezi ukakutetea kitu chochote. Kuna watu ambao wamelogwa, ambao tayari kila siku wanalogwa na wanaendelea kulogwa wao wakaamua kunywa pombe ili wapate usingizi. Tunasema pale, wanakuwa wameungana na adui. Hiyo pombe haiwezi ikakusaidia chochote, mbali na hapo utaishiwa kuzofika afya yako. Hivyo mtetezi wako ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi zaidi ya kusema Bwana awe nanyi.